Jambo na karibu sana katika kipindi cha Mizani ya Wiki kinachoangazia matukio muhimu yaliojiri ndani ya nchi kwa wiki hii namalizikia leo, pamekuwa na mambo mengi sana, ikiwemo Chama cha Mapinduzi kutimiza miaka 49 tangu kuzaliwa kwake mwaka 1977. Hongera kwa Chama cha Mapinduzi kwa kutimiza umri huo wa miaka 49 mwaka miaka 49. Mwakani ni miaka 50, miaka mingi sana inakuwa eh, ambapo eh, kinaweka historia katika ukanda huu wa Afrika. E, chama ambacho kinaendelea kuwa hai na kinaendelea kuwa e, kujimarisha na kujibadilisha kila kukicha. Mbali na hoja hiyo, baada ya wiki mbili za mjadala mzito na hoja nzito, pazia la mkutano wa pili wa Bunge la 13 limefungwa rasmi. Wabunge wakitimiza wajibu wao wa kuwakilisha wananchi, walitumia jukwaa la Bunge kuibua hoja mbalimbali mbali kuhusu hotuba ya rais pamoja na mpango wa maendeleo wa miaka mitano. Hoja ambazo zilipata majibu na mawaziri wa sekta husika. Katika hotuba ya kuahirisha bunge, Waziri Mkuu Dk. wa Mwigulu Nchemba aliwakumbusha watendaji wa serikali wajibu wao wa msingi wa kuwajibika na kulinda rasilimali za taifa. Alisisitiza kuchukuliwa kwa hatua za haraka za kisheria dhidi ya uzembe au ukiukwaji wa maadili ya utumishi wa umma. Wakati huo huo, waziri wa mpango, waziri wa mipango na uwekezaji, profesa Kitila Mkumbo alitoa ahadi yenye mwelekeo mpya wa maendeleo kwa kuimarisha mamlaka za serikali za mitaa ili ziweze kujitegemea na kutekeleza majukumu yao kikamilifu. Hatua hiyo inalenga kuongeza kasi ya kukamilisha, ya kukamilisha miradi midogo ya maendeleo katika maeneo husika na hivyo kulipa Bunge nafasi ya kujikita zaidi katika mjadala wa masuala makubwa ya kitaifa. Kwa kuahirishwa kwa Bunge, ujumbe umebaki wazi, mjadala umefikia tamati, lakini utekelezaji ndio mwanzo wa safari mpya ya maendeleo. Huu ndo mjadala wa leo katika kipindi hiki cha Mizani ya Wiki. Nao wageni wangu ambao tutashirikiana nao katika mjadala huu wa takriban dakika 25 ninaye mbunge wa Mtama, Nape Nauye, ambaye tunajiunga naye kwa njia ya mtandao. Karibu sana, habari za wakati huu? Salama kabisa, habari ya leo. Namshukuru Mungu. Nape Nauye alikuwa miongoni mwa Bunge na miongoni mwa watu waliochangia mjadala wa mpango wa maendeleo pamoja na hotuba rais. Tutapata kujua tathmini yake ni ipi katika Bunge hili ambalo limetamatika hivi karibuni. Hapa studio naye Said Miraji. Said Miraji ni mchambuzi wa masuala ya siasa lakini aliwahi kuwa mgombea wa chama cha ADC Wazalendo, nafasi ya makamu wa rais. ADC. ADC miaka hiyo imepita miaka yeah, mingi sana. Kwa hiyo sasa hivi imebaki yeah, kuwa mchambuzi wa masuala ya siasa tu. Ndio maana yake, mheshimiwa yeah, so, twende moja kwa moja kwa Nape na huyo e, mbunge huyo kutoka Mtama, unaonaje matokeo ya mkutano wa, wa pili wa Bunge la 13 lilomalizika hivi karibuni? Ukiwa kama mbunge na umeshiriki moja kwa moja katika mkutano huo, kwanza nadhani kwamba uh, mkutano ulikuwa mzuri na hmm, kama unavyosema ni mkutano wa pili wa bunge la kumi na tatu. Maana maana yake tuna wabunge pale karibia asilimia nadhani sabini, wabunge wapya uh. Kwa hiyo ukiangalia trend ya mjadala ulivyoenda, inaonyesha kwamba tutakuwa na bunge zuri. Uh, huko tunakoenda vijana wako wengi, wana msukumo mkubwa wa kujadili mambo, lakini bunge hili lilikuwa na mambo makubwa mawili. Uh, jambo la kwanza kulikuwa na hotuba ya mheshimiwa Rais ya kulizindua bunge ambayo ndio kama ufunguo wa kuanza ngwe yake ya pili ya awamu ya sita kwa maana ya uongozi wake kwa miaka mitano. Kwa hiyo tumejadili hotuba yake pale bungeni, lakini ya pili bunge hili tumejadili uh, Vision 2050 ile mm. dira mm. Uh, ambayo ita, inatupeleka mpaka mwaka elfu mbili na hamsini na ndani ya dira tulikuwa na dokumenti muhimu tatu uh, ambayo uh, Profesa Kitila Mkumbo aliziita nyenzo. Nyenzo ya kwanza ni mpango elekezi wa maendeleo wa miaka ishirini na tano mipango ile e, ita, itajikita kwenye maeneo gani kwa miaka ishirini na tano. Nyenzo ya pili uh, ni mpango elekezi wa maendeleo wa miaka mitano, kwa sababu katika ile ishirini na tano tutakuwa na mipango mitano, tutakuwa na mipango mitano ndani yake ya miaka mitano mitano, halafu hii ya miaka mitano nao umevunjwa vunjwa kwenda kwa mwaka mmoja mmoja. Kwa hiyo tulikuwa na dokumenti moja kubwa ya vision 2050, halafu ndani yake tuna eh, dokumenti kubwa tatu kwa maana ya mpango wa maendeleo mm. eh, wa muda mrefu wa muda wa kati na wa mwaka mmoja, na yote tumeijadili kwa kina sana, na bila shaka watu wengi wame, wamefuatilia hii mijadala mm. kwa hiyo lilikuwa bunge zuri, na serikali, bahati nzuri, wamepokea ushauri wa, wa, uliotolewa na wabunge, na kwa maelezo ya serikali ni kwamba wanaenda sasa kuboresha Uh, kwa kutumia mawazo yaliyoletwa na wabunge, ambao wabunge wengi wameleta ya mawazo yao kwa niaba ya wananchi wao hmm. Uh, nikiwemo mimi nimetoa mapendekezo, kwa mfano kwenye mradi wa gesi wa, wa, wa Lindi pale, pamoja na miradi mingine midogo midogo iliyomo ndani yake, lakini tuweke mradi wa reli ya kisasa ya kutoka Dar es Salaam kwenda Lindi kwenda mpaka Mtwara, ili tukaungane na reli ya kutoka Mtwara kwenda Mbamba Bay ili tuunganishe mtandao wa reli kwa sababu reli kwa, kwa asili yake hmm, unaunganisha bandari na bandari na sasa ukanda huu una bandari ya Dar es Salaam, ya Kilwa, ya Lindi na Mtwara. Kwa hiyo kwa hiyo utaona mapendekezo ya namna hii ni mapendekezo ya kufanya miradi inayopendekezwa iboreshwe. Kwa hiyo kwa ujumla wake hmm, miradi iliyopendekezwa, programu za miradi iliyopendekezwa ni miradi saba na ndani ya miradi saba kuna miradi inaitwa miradi shikizi arobaini na tano ndio. Kwa, kwa ujumla wake hii ikitekelezwa kwa pamoja nchi itainuka ita, ita, ita na itapiga hatua ka, kubwa eh, ya maendeleo ya sasa. Umesikika bungeni ukizungumza kwa ukali sana, na hasa ukasema bila kumumunya maneno eh, eh, una hofu na chama chako cha mapinduzi kwamba tusipofanya hivi huenda baadaye tu, tu, tu, tu, tukajikuta uh, tuko nje ya uwanja. Kwa nini uli, ulizungumza uli kwa msisitizo kwa namna ile kuhusu na, na, na hasa ukaenda mbali ukakizungumzia na chama chako? Tunafahamu tunatimiza miaka 49. Kwanza nilianza kwa kukipongeza hichi, hmm. Ni chama bora kabisa hmm. Ukizungumza vyama vya siasa bora duniani vinne, CCM imo hmm. e, CPC na wengine, lakini CCM imo kwa hiyo niwapongeza na nikakitakia nika chama changu kila la heri mm. Lakini kule mwishoni sikuonyesha mashaka, ila kwenye bunge tunachofanya tunashauri. Nikasema hivi sisi kwenye kampeni tulikuwa na kauli mbiu, kauli mbiu yetu inasema kazi na utu tunasonga mbele, ndio kauli mbiu tulioinadi kwa siku zote hizo mm. lakini na nikawakumbusha watu kwamba hii sio tu kauli mbiu ya uchaguzi chama cha siasa ni imani Sia, CCM ina imani tatu tu za msingi tatu. Imani ya kwanza binadamu wote ni sawa. Imani ya pili inasema kila binadamu ana haki ya kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake, ndio imani ya pili, na imani ya tatu inasema ujamaa na kujitegemea ndio njia ya kujenga ndio njia pekee yake ya kujenga jamii ambayo iko huru na haki. Kwa hiyo hatukuitoa barabarani, tumeitoa kwenye moyo wa chama cha mapinduzi, ambao ni imani, kwa sababu hatukutani CCM kwa sababu ni chama cha kijani, tunakutana CCM kwa sababu ya kile tunachokiamini, kama ambavyo watu wanakutana kwenye dini, kwenye nini. Sasa nikasema tulipo nadi utu na Watanzania wakampigia kura Rais Samia wanataka wauone huo utu. Kwa hiyo tusisahau, tusipuuze, tusimumunye maneno, kwa sababu tume kwanza ni imani yetu, lakini ya pili tumeitumia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo watu waanze kuona. Kwa mfano tunapoenda kudili na bodaboda, tunapoenda kudili na mamantilie, tunapodili na wafanyakazi, tunapodili na nini, tuweke utu, wauone utu. Na ukiangalia hotuba ya rais bungeni, wakati anazindua bunge alisema hivi anataka akiondoka awaachie Watanzania tabasamu la utu. mm -hmm. Ndicho alichosema, nireni mkaangalie hotuba yake. Maana yake ni nini? Maana yake nasema, pamoja na kazi, pamoja na mipango tunayoitekeleza, lakini tusisahau, kila mpango, kila kazi, kila programu, kila hatua iwe ya serikali iwe ya kila mtu ahakikishe anazingatia utu. Bahati mbaya, kuna watu wamekimbia kwenye jambo moja tu, vyombo vya dola. Vyombo vya dola ni upande mmoja, lakini kila mtu, na kwa kufanya hivi tutakuwa tunailinda CCM. Tusipofanya hivi tutakuwa tunaisaliti CCM. Ukiisaliti CCM, maanake itaondoka. Kwa hiyo sio kwamba kuna wasiwasi, ndio, ndio, ila kama unavyoenda kanisani na msikitini, unakumbushwa mm. Kwamba bwana eh, ukiendelea kufanya dhambi hutafika mbinguni. Kwa hiyo <laughs> ni, ni alati ya kawaida mm, mm, lakini mm. Nimeisema kwa msisitizo kwa sababu nataka tuanzie hapa ambapo tunajadili safari ya miaka ishirini na tano mm. Tuliweke hili jambo kwa sababu ni imani ya CCM tumeinadi, lakini ndicho watanzania wanachokitaka. Ndio maana unaona mjadala umekuwa mkubwa kwa mm, sababu watanzania wanataka waone utu kwenye matendo yetu mm, mm. Sawa, kwa hiyo sa ni swala la kukumbushana na ni la msingi sana hapa, sa sa sa naye e, Saidi Miraji naona alikuwa anatingisha kichwa wakati unaeleza una kuhusiana na ile neno utu katika maeneo ambayo Nape amesema amezungumza vizuri alizungumza sasa, sasa e, kwa msisitizo na kwa hisia kwa kali sana Saidi Miraji, katika hili hili Nape ambalo e, Tuse, vizuri sana tuanzie hapa kwa Nape. Kwanza mimi nampongeza Nape mm. na natamani sio wabunge tu wa Chama cha Mapinduzi hata viongozi makada na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wawe na utaratibu wa kuwashauri na kuwakumbusha viongozi wao mm. kwa sababu wasiposema wao, lazima watatoka watu wengine watasema. Wakisema wao watasema juu ya kitu wanachokijua kwa staha na kwa heshima hata wewe unapokumbushwa kitu chochote na mtu wako wa karibu mm. tofauti na anapotoka mtu tu barabarani, <laughs> unaweza ukaona sijui kanionaje? <laughs> lakini kuna wakati mwingine msipokuwa mm. na tabia ya kukumbushana, watu wana take advantage na wana invest kutokana na mapungufu mlio mm. nayo. Kwa hivyo, kwanza hakufanya dhambi, lakini sio hakufanya dhambi tu, kafanya jambo zuri sana mm. na niseme mimi namkumbuka Nape wakati ni mwenezi ndio walokuwa yeye na mzee Ibrahim Kinana Abrahmani mm. kama Abrahmani akiwa katibu mkuu wanazunguka kuisimamia serikali wao kama viongozi wa chama. Mbona jambo hili limezua mjadala? kauli yake imezua mjadala sana. A, ni kawaida, ni siasa, hizi hizi ni siasa, na wakati mwingine kwa sababu inaonekana labda kama vile amefanya kitu ambacho watu hawakukitazamia kama mm. kinaweza kufanywa na mbunge kutoka Chama cha Mapinduzi lakini hivi karibuni, mimi nilikuwa na programu hapa hapa Azam TV, nilikuwa na Mheshimiwa Rashidi Shangazi tuka tunazungumza. Sasa hivi wabunge walio wengi kwenye bunge ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi. mm -hmm. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi, hata wangekuwa ni wapinzani, jukumu la wabunge ni nini? Kuisimamia serikali, kuishauri serikali, kuishauri serikali, kuikosoa serikali eh? Sasa kama wana, wa, wa, wa, wanaona viko viko vitu vya kuisimamia viko vitu vya kuishauri viko vitu vya kuikosoa tunatamani tuone wanasema, si kwa sababu tuni wabunge kutoka Chama cha Mapinduzi, kwa hivyo alichokifanya Nape Nisa. mimi sijaona kipya, isipokuwa zaidi naona ametimiza wajibu wake. Wake, wake, na kama kuna viongozi wa sisem walikuwa na tafsiri labda pengine tofauti, kutokana na wimbi hili la vyombo vya habari, hasa mitandao ya kijamii ilivyo lichukua hili jambo mm, watakosea sana. Mi nadhani wampigie makofi. <laughs> Mheshimiwa Nape watu wanasema kwamba Nape alikuwa wapi mbwana? Sasa hivi anazungumza kwa hasira sana, huenda wezekana kuna kitu anatafuta. Sina chochote unachotafuta zaidi ya uhai, zaidi ya uhai wa chama changu, lakini hmm. na huduma kwa Watanzania, Watanzania wakipata utu. Mimi msisahau, mimi nimepiga nime, nime, nime kampeni hmm. ya kuomba kura na tuliwaidi Watanzania hicho na wala sio kwa ukali, labda sauti yangu ni kali lakini <laughs> e, nimefurahi kwamba imeleta mjadala mm. na sioni kwa nini mwana CCM asiitetee imani ya CCM mpaka aje aitetee mtu mwingine kwasababu, so, jamani, hili jambo si, si, hatujaokota barabarani. Ni imani ya chama chetu, imo kwenye katiba yetu mm. Swala la kujali utu wa watu limo ndani humu sasa labda tu tafsiri ya watu na inasikitisha kama tunaanza kuona aibu kuzungumza utu wa watu. Tukifika hapo, kama nchi, sio chama tu, kama nchi, tutakuwa na matatizo makubwa maana mm -hmm. maana utu ndio msingi wetu. Ukiona leo tunapendana, tunafurahi, tunashikamana, tunafanya pamoja ni kwa sababu ya utu, kuthaminiana utu wetu sisi tofauti na wanyama sisi tofauti na, na, na, na viumbe wengine. Mwenyezi Mungu ametuwekea utu ndani yetu na huo ndio unatufanya sisi tuwe kitu kimoja, na hicho ndicho kilichonifanya mimi niwe muumini wa CCM. Mm. mi CCM sikwenda kwa sababu baba yangu alikuwa CCM. Uh-huh. nikwenda kwa sababu ya imani yake. miaka thelathini iliyopita mi ndio nijiunga na CCM nikiwa na miaka kumi na nane nadhani, sasa nilikuwa mtu mzima, nikasoma imani yake, nikafuata. Kwa nini sikwenda vyama vingine? Kwa sababu sikukubaliana na imani zao. kwa hivyo mwishimu wanapo mwana nasema huu mjadala ni mjadala mzuri wa kutukumbusha kwa sababu bahati mbaya sasa hivi inawezekana wako watu hata wanajiunga na vyama hivi wala bila hata ukiwauliza imani ya chama hicho unachojiunga nacho ni nini, hawajui. Na ndio maana pia nitazua eh, mjadala mwingine hapa. Wezi, kuna utaratibu siku hizi wa watu kuhama vyama mm, eh? anahama kutoka huku anaenda huku anaenda huku. Sasa ukimuuliza, wewe kwani unaamini katika nini mm, eh? kwa sababu chama cha siasa ni imani unaamini katika nini? Hmm. Kwa hiyo mimi nasema mwingine aamini kwenye chake, kaka yangu hapo anaamini kwenye ADC, mwingine ataamini kwenye Chadema na wala kuamini tofauti isiwe ugomvi, kila mtu atetee imani yake. Mimi hapa nilikuwa natetea imani ya chama changu hmm. na sasa, kwa sababu chama ndio kinaisimamia serikali hmm. nikawa nawakumbusha serikali kwamba mipango yenu mnayoipanga hakikisheni ina inaendana na imani ya CCM, kwa sababu hii ni serikali ya CCM. Mm. Ikiundwa ya ADC ya ACT Wazalendo ya Chadema ya Kafu, nao watafuata imani yao. Kwa sasa ni ya CCM, waifuate imani ya CCM kwa sababu ndio utaratibu. Na wakisema Nape anatafuta kitu, natafuta nini mimi? Ndienda kugombea ubunge na nimepewa ubunge tena wa miaka mitano, Mungu akiniweka hai. Sasa natafuta nini zaidi hivi? Umri huu natafuta nini sasa? <laughs> Mheshimiwa Nape, kuna shida iko wapi sasa katika utekelezaji wa mipango ambayo imekufanya mpaka wakazungumza kwa hisia ukiwa bungeni, tatizo ni nini? Hebu tuelewe kwa muhtasari tu, mtu aelewe tatizo halipo, ila nichasema, hii mipango tukumbushane, ndio maana nimetoa mifano. Kwani unapokwenda msikitini, unasikiliza mawaidha, wewe una matatizo, una matatizo, ila mnakumbushana tu. Unaenda kanisani, kila siku mnasoma bibilia ile ile, miaka nenda miaka rudi, kwa nini nakumbushana tu, nachokisema hapa ni nini jamani? Ye, tunapotekeleza tuzingatie imani ya chama chetu. Watu wakienda wakienda kwa wafanyakazi, na niseme hapa labda nita, nitafafanua vizuri. Rais Samia alipoingia madarakani mwaka elfu mbili na ishirini na moja hmm, alikuta wafanyakazi wamekaa miaka sita hawapandishwi mishahara. Kwa nini walikuwa hawapandishwi? kulikuwa na sababu nyingi zinasemwao tunafanya vyeti feki tuna mafanyakazi hewa e, uchumi na kadhalika. Yeye akatumia utu utu, akawapandisha huo ndio utu naozungumza mimi. Mama Samia alipoingia madarakani alikuta sisi wakulima wa korosho tulikuwa na matatizo makubwa sana. Kuna wakati mpaka wanajeshi walikwenda kukusanya korosho hmm. Mama Samia alipokuja akasema wakulima wa korosho wanaangaika, chukueni hela za serikali, pelekeni pembejeo bure. Huo ndio utu naozungumza mimi. Leo leo korosho imepanda uzalishaji wake. Mama Samia alipokuja alikuta vyama vya siasa vimefungiwa havifanyi mikutano. Mama Samia wala hakubadili sheria, akasema ruksa, nendeni, walio nje rudini, watu wakarudi hapa. Magazeti yamefungiwa, vyombo vya habari vimefungiwa, mitandao imefungiwa, akafungulia. Huo ndio utu ambao mina mina mina uzungumzia hapa kwa hiyo mama Samia ametuonyesha kwa mfano. Mama Samia alipoingia alisema staki kodi ya dhuluma, ndio utu, kwamba amekuta biashara zinafungwa, mm, mm. wawekezaji wanapata matatizo, wanakimbia. Akatumia utu wake hak... sio sheria, akatumia utu wake akasema jamani, eh ebu acheni kodi za dhuluma, kusanyeni kodi ya haki, na namna ya kumsaidia rais. Na hapa niweke msisitizo muhimu sana, tukamlinda rais, tumlinde rais na maneno maneno hayo ya barabarani. Matendo ya watumishi wa serikali yatasaidia rais kuonekana anafanya vizuri, kwa sababu matendo yao yakienda vibaya, watu watakwenda kukilaumu chama, watamlaumu rais, lakini yakienda vizuri, wote tutamsifu rais. Na mama ametuonyesha kwamba ana moyo wa huruma ndiyo maana wakimfuata um, yako mengi ameyafanya mazuri sana, yanayoonyesha utu, na hapo ndipo ambapo nataka tukumbushane kwenye hilo. Kwa hiyo tunapopeleka miradi yetu tuzingatie utu, um, tunapopanga mipango yetu ya maendeleo tuzingatie utu, tunapotekeleza majukumu yetu, wafanyakazi ofisini, badala ya kwenda ofisini wakapiga soga, wawe na utu. Hebu fikiria leo, Hashim, anakuja dada yako hospitali anakukuta wewe unacheza na Instagram, utaendelea kucheza? Utamhudumia. kwa nini unamhudumia? Kwa sababu ya utu. Kwa hiyo tukiweka utu across services za serikali mm. kwenye serikali za mitaa huko tuna wenye viti wa serikali za mitaa, kwenye halmashauri huko tuna watu. Kuna mtu anaweza kwenda kutafuta kibali tu cha kufanya biashara akaangaika nacho miezi kadhaa. kwa nini anaangaika nacho? utu tuta tutakuja tuta kwako hawa viongozi tukiuzungumza tuki utu. Na nikasema hivi, ngoja nimalizie hili. Mm, nikasema hivi, huu utu naosema hapa uwe utamaduni wetu, sawa? Tukijaliana kwa utu wetu, hamtaona haya matatizo mnayoyaona. Kwa hiyo namna bora ya kumlinda rais, ya kukilinda Chama Cha Mapinduzi, ya kuilinda nchi yetu na umoja wake, ni kuweka utu mbele, kuwa ni sehemu ya utamaduni wetu a, hilo ndio, ndio, ndilo lisema. Waache tafsiri za ajabu <laughs> Asante sana Mheshimiwa Nape eh, Saidi. Umemsikiliza Mheshimiwa Nape eh? akijaribu kufafanua yale ambayo yaliyasema na namna ambavyo jambo hili limezua mjadala kwenye mitandao ya kijamii, wakiona kwamba mheshimiwa labda kuna kitu anatafuta katika nafasi za serikali. Naye mwenyewe kasema hapana. Hoja yako ni nini kuhusiana na maelezo ambayo ya kwake amesema, na mijadala ambayo ipo, na na ipo kuhusiana na namna ambavyo watendaji wanapaswa kumsh, kumsaidia mheshimiwa rais katika e, slogani yake ile ya utu? Labda pengine watu hawajaufahamu utu wenyewe ni nini, hmm. Na ndio maana wakawa wanahisi labda kama ni kitu kigeni au cha ajabu. Katika utu ndani yake kuna uaminifu, katika utu kuna uadilifu, katika utu kuna uwajibikaji, katika utu kuna utendaji au utoaji wa haki, katika utu kuna huruma, katika utu kuna upendo. Maana yake ukiambia wewe ah, yule bwana ana utu sana. Kwa nini? Sote ni binadamu, lakini wengine waonekane wana utu na wengine wamekosa utu Aliyekosa utu ni yule anayedhulumu watu, ni yule anaye... yani, watu hawasalimiki kutokana na ulimi wake, macho yake, mikono na matendo yake. mm -hmm. Sasa ukiwa wewe kama ni binadamu ambayo watu wanafaidika kutokana na kuwepo kwako, wanapata stahiki na haki zao, wanajisikia huru, wanaishi kwa amani, maana yake wewe umetoka kwenye ule ubinadamu wa kawaida, umeongeza na utu. Kwa hivyo kama watu wanaielewa tafsiri ya utu mm. Wanauelewa utu ni nini. Mimi mtu anapopambania na kusema kuweko na utu, maana yake namuona ni mtu aliyekwenda katika daraja ya juu ya kutaka watu waishi vizuri, watu waishi kwa mafanikio, watu waishi kwa kuridhika, watu waishi kwa utulivu, watu waishi kwa amani, watu waishi kwa furaha, huo ndo utu. Mweshimua Nape, tunamaliza maliza na muda umetutupa lakini hoja hii nilete kwako na vilevile nitaileta kwa Said Miraji ili kumaliza kipindi kwa sababu muda si rafiki. Kwa jumla, unaonaje utekelezaji uh, wa sera mipango ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mwenyekiti wako Daktari Samia Suluhu Hassan. unaonaje uongozi wake? Niseme -nise wakati wa, wa kampeni hmm. ali, pamoja na ahadi za miaka mitano lakini alitoa mambo ya ambayo atayatekeleza ndani ya, ya siku mia moja na juzi jana, wakati waziri mkuu anahitimisha Bunge ametoa tathmini ya utekelezaji, lakini na nyuma kidogo mawaziri walikuwa wanakwenda wana wa sekta wanaelezea wana, wana sekta kwa sekta. Kwa mtazamo wangu, amezitimiza ahadi nyingi sana alizokuwa ameziahidi hmm. na tusisahau kwamba tumetoka kwenye uchaguzi tukapitia kipindi kigumu kile cha vuruguvurugu hapa mjini, kwa hiyo uh, nilidhani kwamba ingeyumbisha utekelezaji wa, wa shughuli kwa zile siku mia moja lakini bado amekuwa imara na mimi, kwa kweli nichukue nafasi hii kumpongeza sana Rais Samia. Amekuwa imara, amek, ametunza ahadi yake. Muungwana akiahidi anatenda. hmm. mambo mengi sana kwa asilimia kubwa aliyoyaahidi ndani ya siku mia ameyatekeleza. Lakini kama mnakumbuka, huku nyuma tumekuwa na hizi dira zinatengenezwa, tunazipitisha, tunafanya sherehe, zinawekwa kwenye kabati E, katikati hapa tukatekeleza hii ambayo ime, imeisha juzi lakini kulikuwa na mapungufu yake, na ndio maana kama mtakumbuka kwenye mchango wangu pia hmm. nikasema pamoja na hizi dokumenti tulizo nazo lakini tuanzishe mkataba unaitwa wanaita, uh, contract of performance performance contract hmm. kwamba watendaji wa serikali wasaini mikataba ya, ya utekelezaji ili kasi iwe nzuri. Kwa hiyo mimi niseme kwamba Rais Samia ameanza vizuri sana awamu yake ya pili ya, ya, ya, ya uongozi mm. Usimamizi ni mzuri, pamoja na misukosuko tuliyopitia, lakini bado nchi iko imara, ina mshikamano, na mimi ni matumaini yangu kwamba Rais Samia atafanya maajabu makubwa sana. Cha msingi, tumlinde, tumtunze mm. tumsaidie, tumtetee, tusimwache yeye aende kujitetea. Sisi tuna wajibu wa kusema hapa anakwenda sawa, hapa kuna tatizo turekebishe, hapa tuko sawasawa sawa, na watu wasione aibu kuzungumza yale ambayo wanadhani yako vizuri na yale ambayo wanadhani yanahitaji marekebisho. Swala la maridhiano, tukienda hivi tutamsaidia na tutafika vizuri. Swala la maridhiano na, na katiba mpya, unaliona hilo kutekelezeka? Ni miongoni mwa ahadi zake ndani ya kumi kabisa, na ameanza vizuri kwa sababu ameunda ile tume tume ile ya rais ya, ya kushughulikia mambo yaliyotokea kwa sababu kwa hali ya kawaida tusingeenda kwenye maridhiano katika hmm, hali tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo tume ime, imeanza vizuri, na mimi nimekutana nayo na naiona inaendelea vizuri. Naamini hii tume ikikamilisha kazi yake tutakwenda sasa kwenye tume ya maridhiano. Tukimaliza maridhiano, katiba ni matokeo ya maridhiano. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba tukimaliza eh, tume ya pili sasa ambayo itatupeleka kwenye maridhiano na makubaliano baada ya pale twendeni tukatengeneze katiba. Kwa nini tukitengeneza nyuma? Kwa sababu tungetengeneza katiba ya uchaguzi, lakini sasa hivi sasa tumetulia, tumemaliza uchaguzi. Ninaamini tukifanya maridhiano, tutatoka na dokumenti nzuri ambayo itakuwa ndio katiba ya nchi yetu. Mimi ninataka katiba mpya, kila mmoja anataka katiba mpya. Katika hili nataka nitoe wito, kusitokee kundi la watu wanadai katiba na kuna kundi la watu wanadaiwa katiba. Tukitengeneza utaratibu wa kudaiana, tutatengeneza E, katiba ya hovyo. Lakini tuseme wote tunaitaka tuendeni tukakae mezani tuitengeneze alafu tunaweza tukatoka na katiba nzuri. Asante sana Mheshimiwa Nape na uye Mbunge wa Mtama kwa kushiriki kipindi hiki na kushukuru sana kwa mawazo yako na kushukuru kwa muda wako na tukombe radhi pale ambapo labda tumekuchelewesha, e, tume hapa na pale kutokana na e, maswala ya kimtandao na kuomba radhi sana, asante sana, amna shida, nashukuru sana na asanteni kwa fursa Asante sana mheshimiwa uh, said Miraji eh, makamu wa rais, na kushukuru sana kwa muda wako mm. Turizike kwa hapa leo, tutapata muda mwingine wa kuzungumza zaidi. Mambo haya yapo na muda upo, tumombe mwenyezi Mungu atupe uhai. Ni kushukuru nawe mtazamaji kwa kuwa nami kwa takriban dakika 25 na kushukuru kwa muda wako kufuatilia kipindi hiki kinachofuatiliwa na mamilioni ya Watanzania ndani na nje ya nchi. E, tunapokea simu nyingi sana kuhusiana na kipindi hiki, vipi muda hautoshi? Nani naambia turizike na muda huu itapofika, e, wakati tutajadiliana, tutaona vipi tutaongeza muda. Asante sana na nikutakia siku njema.